yale tungezu yasingefika pale sasa, sasa hivi unafikiri usikiliza? Kwa sababu hata mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai hamjayafanyia kazi mpaka leo. Mnasikiliza? Suala la kwanza hilo. Suala la pili ninajazilizia pale posemba lile, hapa umekuwa very eloquent kutueleza madhara ya, ya yaliyotokea tarehe 29 Desemba, vituo vilivyoharibiwa. Oktoba 29 vituo vilivyoharibiwa, nyumba, magari, mpaka pikipiki. Kwa nini kigumizi kutuambia waliokufa? Mnaficha nini? Kwa sababu waliokota maiti ni polisi, polisinaohamani mwenyekiti, waliokota maiti ni polisi. Utaratibu wa kupeka maiti mochwari unajulikana. Hii takwimu inafichwa ili nini? Salamu alaikum.